lakini pia kama unaweza unaweza ukaenda na Biblia yako karibu, ili tunaposoma na wewe unafuatilizia kwa kusoma kwenye Biblia yako, hiyo itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kulielewa neno la Bwana. Tusali tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, mba Baba tunapata nafasi ya kusikia sauti yako kwa njia ya hii. E Bwana tunaamini, Mungu uko hapa, tunaomba upako wako utufunike na damu ya Yesu ituzingire, ili Mungu tuweze kulielewa neno lako na kila mtoto wako aweze kulipokea na kuimarika, ili sote tuendelee kuwa imara katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, Tusonge mbele na usomaji wa Biblia, sura ya thelathini na tano. Mwenye kuishika torati ndiye azishindae matoleo, mwenye kuziangalia amri ndiye aitoae kafara ya amani. Amlipaye mwenzake hisani yake hutoa sadaka ya unga bora, naye atoae sadaka kwake maskini utoa dhabihu ya kumshukuru. Kuuacha uovu kwa mpendeza Bwana, na kulijenga na udhalimu ni kipatanisho. Lakini ujiadhari usitokee mbele ya Bwana mikono mitupu, maana sharti hayo yote yatendeke kwa njia, kwa ajili ya amri toleo lake mwenye haki lina kibali madhabahuni na harufu tamu yake yafika mbele zake aliye juu. Dhabihu ya mwenye haki yakubalikana, wala kumbukumbu kumbu lake halitasaulika. Umheshimu Bwana kwa jicho la ukarimu, wala usimtolee malimbuko ya kazi za mikono yako kwa ubatili. Kwa kila kitolewacho uonyeshe ukunjufu wa uso, hata sehemu ya kumi uiweke wakfu kwa changamko. Mpe Mungu kama alivyokupa wewe, na kama mkono wako ulivyopata utoe kwa ukarimu. Amurumeya maskini humkopesha Bwana naye ni nani awezaye kulipa isipokuwa ni yeye? Kwa kuwa Bwana hulipa, naye atakulipa wewe mara saba. Usidhanie kuwa unaweza kutoa rushwa, maana yeye hazipokei, wala usiwaze moyoni kutoa dhabihu ya jeuri, kwa kuwa Bwana ndiye muhukumu, wala hakijali cheo cha mtu, hata mkubali yoyote juu ya maskini, naye ataisikiliza sala yake aliyedhulumiwa. Hata dharau kamwe malalamiko ya yatima, wala mjane amwelezapo habari zake. Je, machozi ya mjane hayachuruziki mashavuni mwake? naye aziuguliae taabu zake zi, zilizoyatokeza malalamiko yake. Aliyeonewa yatapata kukubaliwa na dua yake itafika hima mbinguni. Sala yake mnyenyekevu upenya mawingu, wala haitatulia hata itakapowasili wala itaondoka hata aliye juu atakapoiangalia, akaamua kwa adili akatekeleza akateke, akateke, hukumu. Wala Bwana hatalegea wala hatakuwa mvumilivu kwa wanadamu hata atakapoviseta viuno vyao wasio na rehema, hata atakapowalipiza kisasi mataifa, hata atakapoondoa utawala wa wenye kiburi na kuzivunja fimbo za enzi za wadhalimu, hata atakapomlipa kila mtu sawasawa na matendo yake na kazi za wanadamu kwa kadiri ya ma mawazo yao hata atakapohukumu dawa ya watu wake na kuwafurahisha kwa uovu wake kwa wokovu wake. Huruma huwafikia watu wakati wa mateso, kama mawingu ya mvua wakati wa kaskazi. Sura ya thelathini na sita E Bwana Mungu wa watu wote utuokoe Uiangalie, uwatishe mataifa yote. Uinue mkono wako juu ya watu wageni, na kuwaonyesha nguvu zako zilizo kuu. Kama vile ulivyojitakasa kati yetu mbele yao, vivyo hivyo ujitukuze kati yao mbele yetu, nao wakujua wewe kama sisi tukujuavyo, ya kwamba hakuna Mungu ila wewe peke yako. Tuonyeshe ishara tena na kufanya mambo ya ajabu. Utukuze mkono wako, naam mkono wako wa kuume. Uamshe ukali wako na kumimina hasira. Umtishe mtesi na kumwangamiza adui. Uimize wakati na kuamuru muhula. Yu nani atakaye kuambia wewe, unafanyaje? Waponde kichwa wakuu wa, waku wa maadui wanaosema hakuna ila sisi. Wakusanye kabila zote za Yakobo na kuwafanya urithi wako kama siku za kale. Ee Bwana, warehemu watu walioitwa kwa jina lako, na Israeli uliyemwita mzaliwa wa kwanza wako uone huruma mji wa, wa patakatifu pako Yerusalemu, mahali paraha. Ujaze Sayuni adhama yako na patakatifu pako utukufu wako. Uwashuhudie wale waliokuwa viumbe vyako tangu awali na kuyathibitisha maneno ya unabii yaliyonenwa kwa jina lako, wajaze wakungojao na watu watakao wasadiki manabii wako. e Bwana, uisikilize sala yako wakuombao sawasawa na kibali chako kwa watu wako, na wote wakaao duniani watajua ya kwamba wewe ndiye Bwana Mungu wa milele. Tumbo litakapo tumbo litapokea kila namna ya chakula, lakini namna moja hupita nyingine. Kinywa cha onja vyakula vya mawindo, na moyo wa ufahamu maneno ya hila. Moyo wenye hila huleta machukizo, bali mwelekevu ataurudisha hayo. Mwanamke atamkubali mume yoyote ila binti mmoja ni mzuri kuliko mwingine. Uzuri wa mwanamke huburudisha uso, wala mwanamume hatamani neno lolote kuliko huo. Aidha akiwa anao ulimi wa unyenyekevu, mume wake si mfano wa wanadamu. Apate mke ujipatia mali iliyo bora, msaidia wa kumfaa na nguzo ya kumtegemeza. Pasipo ukuta, shamba la mizabibu litafanyika ukiwa, naye asiye na, na mke atapata kuwa mtoro asiye na kikao. Ni nani atakaye waamini kundi la wanyang'anyi warukao huku na huku? Kadhalika mtu asiye na kioto mwenye kulala ovyo wakati wa usiku popote alipo.